Kali Linux ni miongoni mwa operating system ambazo zimedesainiwa maalum kwa ajili ya masuala mazima ya cyber security na penetration testing. Inawezekana na, na, na wewe ni miongoni mwa wale ambao wanatamani kuweza kuifahamu Kali Linux lakini pia wanatamani kuweza kufahamu masuala mbalimbali ya cyber security pamoja na penetration testing, ungana nami Muhammad Hafidh Muhammad kupitia Soma Taaluma, ambapo tutakwenda kuangalia mambo mbali mbalimbali katika tasnia ya teknolojia. Siku ya leo tutaanza kuangalia na general overview ya Kali Linux. Mara baada ya kuweza kuifanyia installation ya Kali Linux yako, wewe ikiwa umeinstall kupitia katika virtualization software, yani software ambazo zinatuwezesha kuweza kuinstall operating system ndani ya operating system. Itafunguka kama hivi au hata kama ikiwa utakuwa umefanya installation directly katika kompyuta yako basi yote ni sawa. Mara baada ya kuweza ku-login kwa kutumia default credentials ambayo Kali kama ni username, lakini vile vile vile vile password kwa kutumia Kali, itafunguka katika sehemu ya desktop ambapo itakuja kama hivi. Mara baada ya kuweza kuifungua Kali Linux yako, upande wa kushoto utakuwa kuna icon mbili ambazo icon ya mwanzo kabisa ni home, ambayo hii itakupeleka katika default directory ya Kali Linux. Lakini vile vile tunayo directory nyingine ambayo ni ya trash ambayo ndani yake humu kutakuwa kuna kwa stored vile vitu ambavyo vimevidelete. Kwa mfano tukifungua katika home, mara baada ya kufungua katika home imefungua katika Kali ambayo hii ndio default directory katika Kali Linux, ambayo ina file zile ambazo basic zinazotumika kawaida. Kwa mfano kuna document ya desktop, documents, uh, downloads, uh, music, picture, public, uh, na vitu vingine vyote vipo hapa. Then upande wa kushoto kabisa tunazo all application ambapo hapa utazikuta tools na software mbalimbali mbali, ambazo zipo ndani ya Kali Linux zimekuja nazo mara baada ya kuweza kuinstall au inawezekana pia ikawa umeinstall custom tool ambayo unahitaji kwa ajili ya matumizi maalum na tools hizi zimegaiwa katika makundi mbalimbali mbali, kulingana na mahitaji na kazi ambazo zinaweza kuzifanya. Tukiangalia katika upande wa kushoto tunazo favorite tools ambazo tutakuwa tunazitumia. Now, recently used the tools ambazo tunafanya kazi, applications zote kwa ujumla utaziona settings, lakini vile vile kuna category ya tools mbalimbali ambazo zimewekwa. Kwa mfano, tukiangalia katika kategori ya mwanzo inajulikana kama ni information gathering. Ukikaa katika kategori hii, upande wako wa kulia utakuta tools za aina mbalimbali ambazo zinatumika katika masuala mazima ya information gathering. Tunaposema information gathering, hii ni hatua ya mwanzo kabisa ambayo ethical hacker, ama penetration tester anaitumia ili kuweza kuitambua ile target yake na kuweza kuifahamu wapi anaweza kutumia kama ni mlango wa kuweza kuingilia katika system. Kwa hivyo hizi zote ambazo zipo huku ni tools za aina mbalimbali ambazo zinatumika katika masuala mbalimbali. Kwa mfano, kiangalia katika category namba sita, tunayo wireless attack. Hii ni aina ya category ambayo imekukusanyia software na tools zote ambazo zimekuja built-in katika kali Linux ama zile ambazo utakuja kuzifanyia installation zinafanya masuala ya kuweza ku attack wireless network, na tumesema ku attack wireless network ni kuweza ku test security ya wifi networks ambazo unazo au umekuwa legal kuweza kuzitest network hizo. Kwa hivyo hizi zote ni kategori ambazo zina software mbalimbali ambazo zitakusaidia katika masuala mazima ya cyber security, na unaweza uka search software yoyote ile ambayo unaitaka. Kwa mfano, unaweza uka search chrome. Kwa search chrome moja kwa moja imekuja Chrome na no, unaweza ukaifungua kwa ajili ya matumizi ya ile software unahitaji, ambao aita. Vile vile tunayo sehemu ya pili ambayo ni kama open folder, terminal lakini vile vile, ama tulistia default directory ama tulistia files ambazo tulizikuta hata kule baada ya hapo tunayo icon ya hii kama ni text editor ambayo hii inatumika kwa ajili ya kuweza kuandika vitu mbalimbali, kwa kwa mfano wale kwa wale tumiaji wa Windows wanayo Notepad. Hii ni editor ambayo unaweza kuandikia vitu mbalimbali na unaweza ku save as a note ama kitu chochote kile ambacho utahitaji kuweza kukistore. Baada ya text editor tunayo browser ambayo ni Firefox browser. Firefox browser ni software ambayo itakuwezesha kuweza ku access internet na kuweza ku browse na kusearch vitu mbalimbali. Baada ya browser tunayo terminal. Terminal hii inakuwa ni black screen ambayo ndio tutakuwa tunaitumia zaidi katika masuala mbalimbali ya Kali Linux. Software nyingi ambazo zinakuja katika upande wa Kali Linux ama cyber security, zinatumia zaidi Kali Linux, zinatumia zaidi terminal kuliko kutumia graphical user interface. Yaani zinatumia command line interface bila kutumia uh, graphical user interface baadhi ya programs zimetengenezewa graphical user interface baada ya kuona matumizi yake lakini hata hivyo graphical user interface ina uwezo wa ku crash lakini katika upande wa command line interface ikawa inafanya kazi kama kawaida na hapa kuna tools mbalimbali na software mbalimbali mbali, ambazo tunaweza tukazitumia katika mambo mbali mbalimbali ya cyber security na penetration testing tutakuja kuangalia huko namna gani na, na commands zipi na zipi ambazo tutakuwa tunazitumia mara kwa mara lakini vile vile ukifungua katika listi nayo tunazo, uh, terminal nyingine ambayo hii itafungua kama ni terminal ya root ama ni administrator. Lakini vile vile tunayo PowerShell nayo unaweza kuitumia. Baada ya hapo tunazo workspaces. Tunaposema workspace, hizi ni kama mazingira ya kuweza kufanyia kazi. Kwa mfano, naweza katika workspace yangu ya mwanzo nikafungua katika home directory. Hapa ikiwa tayari nimefungua katika home directory, na kaa katika workspace ya pili hii inakuwa ni kama screen nyingine ama computer nyingine ambapo tunakuta hatujafungua kitu chochote. Kwa hivyo mfano naweza nikafungua Firefox browser. Na mara baada ya kuweza kuifungua kwe Firefox browser yangu itafunguka moja kwa moja na default page ya Kali Linux, ambapo hapa sasa hivi tutakuwa tuna workspace mbili. Tuna workspace ya kwanza ambayo tumefungua home directory ama root directory na tuna workspace ya pili ambayo tumefungua web browser na tuna uwezo wa kunavigate baina ya hizi workspace mbili kwa kutumia keyboard kwa kubonyeza control alt pamoja na arrow ya kushoto ikiwa unarudi katika workspace ya kwanza, na arrow iliyoelekea kulia katika workspace ya pili. Mimi nitaifunga hii workspace, na tutakuja kuzifanyia kazi kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo tutarudi katika workspace yetu ya ya kwanza, nayo tutafunga file ili tuweze kuendelea mbele. Tukinayo hii michoro ambayo inaonyesha hapa CPU usage. Hii ni task manager ya Kali Linux. Kama ambavyo operating system nyingine zina task manager, ambapo unaona program zote ambazo zina run, na zinatumia processor kwa kiasi gani ama CPU kwa kiasi gani na mambo mengine. Kwa hivyo Kali Linux nayo vilevile inayo, vile vile, inayo task manager yake ambapo itakuonyesha software mbalimbali ambazo zina run katika Kali Linux. Baada ya hapo tunayo sehemu ya network, Amba katika sehemu hii utaona ile configuration za network ambazo umezifanya kwa ajili ya kuweza kupata internet katika Kali Linux yako. Ikiwa kama umeweza kufanya installation ya Kali Linux katika Virtual Box, basi utapata internet kutoka katika kompyuta yako na itakuwa regarded as Ethernet network. Vile vile ikiwa kama utakuwa umeconnect wireless network card, basi pia utaiona hapa ambapo utaweza kuconnect kwenye wifi moja kwa moja lakini kitu cha kuzingatia katika kuconnect wifi, hatuwezi kutumia built-in wifi card ya kompyuta kuweza kuconnect katika internet tukiwa katika Kali Linux virtual box ama katika visualization software. Kwa hivyo, inakubidi lazima uwe na external network card ambazo zitakusaidia kuweza kuconnect katika wifi network. Vile vile tunayo sehemu ya sound ambapo utaweza kuzidisha na kupunguza sound ya mic ama microphone pamoja na sound kwa ajili ya kuweza kusikia na nyingine utaweza kuadjust. Vile vile tunayo sehemu ya notification ambapo unaweza ku turn on do not disturb ili notifications zote zitakazoingia isikuwe na pop up alert kwa ajili kwamba kuna message imeingia lakini notifications zote ambazo zitakuwa zinaingia basi utaziona katika sehemu hii ya notification na baada ya notification tunayo icon ya battery ambayo hii itatuonesha charge ambayo tunayo katika kompyuta yetu. Alafu tunayo saa ambayo itakuwa inaonesha current time katika operating system yako. Na nayo tunayo option ya lock, ambapo utakapoibonyeza option ya lock, basi automatic itakuwa locked Kali Linux yako, na ikiwa locked, sio kwa maana ya kwamba tumefunga bali inakuwa tumeweka lock kama ambavyo tuna lock simu zetu, lakini vitu vyote vina uwezo wa kufanya kazi ama vinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kwa hivyo naita login tena kutumia default password ile ile, na tutarudi pale pale ambapo tumeweza kuishia. Na mwisho kabisa tunayo option ya power, ambapo ndani yake tutakuwa tuna option mbalimbali ambazo zipo ndani yake. Kwa mfano option ya mwanzo kabisa tuna uwezo wa ku log out. Inawezekana katika Kali Linux yetu tukawa tuna user zaidi ya moja. Na kila mmoja akawa anafanyia kazi zake. Kwa hivyo tuna uwezo wa ku log in, na tuka login kwa kutumia user mwingine ama username nyingine. Vile vile tuna uwezo wa ku restart, uh, operating system yetu ya Kali Linux, tuna uwezo wa ku shutdown, ku suspend, lakini vile vile tuna uwezo wa ku switch user. Na chini kabisa tuna option ya ku save session kwa ajili ya future login. Na tunasema ku save session, kuna vitu inawezekana ikawa tume save na kama tumeviweka hapa, lakini then tunahitaji kuweza kuvitumia baadaye. Kwa hivyo na recommend hii iweze kuwa wazi. Weka tick then, kwa kumalizia lesson hii ama tutorial hii, tutakwenda moja kwa moja na ku shut down operating system yetu ya Kali Linux.